Bima ya afya ni moja ya huduma ambayo wananchi wanaisubiri kuwa shauku kubwa kutokana na umuhimu wake, lakini imekuwa ngumu kutekelezeka kutokana na vyanzo vya mapato. Hali hii imeisukuma serikali kukuna vichwa na kuja na majibu ya vyanzo muhimu ambavyo vitasaidia katika eneo kutekeleza huduma ya bima kwa wote. Aidha, napendekeza asilimia sabini ya mapato atakayo ongezeka ipelekwe kwenye mfuko wa udhamini wa kudhibiti UKIMWI na asilimia 30 ipelekwe kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya. Bunge ni miongoni mwa watu ambao kila mara wamekuwa wakiikumbusha serikali juu ya huduma hiyo na wamepokea taarifa hiyo kwa mitazamo tofauti. Serikali kutafuta chanzo, maanake ni kwamba hiyo, sisi inatupa moyo kwamba sasa kila mtu atakuwa na uhakika wa kuweza kutibiwa especially wale watu ambao ni wa chini au tunasema ni, ni watu wenye kipato cha chini ambao hawawezi kuwa na uhakika wa kuwa na, na kuweza kujigharamia ya matibabu yanapokuwa ya, ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo, kama serikali imefikia ma maamuzi hayo kwamba wanatafuta vyanzo vya, vya uhakika kuhakikisha kwamba u mfuko una, una, una, una, unaweza kuhudumia watu basi nafikiri ni jambo jema sana. Wananchi ambao wamekuwa na kilio cha kila mara juu ya gharama kubwa za matibabu wanasema ni wakati mwafaka wa kuanza kwa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Ni, ni kuhusu lile swala la bima. Lile swala la bima kwa kweli kama litakuwa halina usiasa ndani yake itakuwa ni nzuri sana kwao. Bima ya afya ikipitishwa, kama itapitishwa itakuwa imesaidia kwa kiasi kikubwa sana na itakuwa maisha ya wa Watanzania wengi kupitia bima ya afya kwa wote itakuwa ni rahisi hata kwao kuweza kupata faida ambayo itakuwa ni rahisi katika kuboresha huduma. Nini kauli ya mchumi juu ya vyanzo hivyo vya mapato? Vyanzo hivi ambavyo vimetajwa, maanake ni kwamba wamekwisha kuvifanyia utafiti, wakaona kabisa kwamba linawezekana, lakini hofu yangu ni kwamba kwa sababu ndio mara ya kwanza jambo hili linaenda kute, kutekelezeka E, ina, kunaweza kukawa na ugumu kidogo kwa sababu kama unakumbuka kuna wakati e, serikali ilikuja na kutaka kuanzisha bima kwa wote CHF si hif e. Lakini tunaona kwamba haikuwa na matokeo makubwa sana kiasi kwamba kuna watu walikuwa wakienda hospitali na zile bima wanakataliwa kutibiwa kutokana na kwamba ilionekana ni bima ambayo ni ya gharama ndogo sana. Kwa hiyo utekelezaji wa hii e, inawezekana ukawa kwa kuanza ukawa ni wa kusuasua lakini pengine ikachanganya kwa miaka ya, ya, ya bajeti zijazo. Lakini kwa hapa eh, nina mashaka kwamba inaweza ikakidhi matakwa yote kwa asilimia mia moja. Ninaona kwamba ni jambo ambalo halitawezekana. Ipo haja ya kuendelea kutafuta vyanzo vingine, kwa sababu lazima tuwe na vyanzo ambavyo tunasema kabisa kwamba hivi ni kwa ajili ya kugharamikia huduma eh, ya bima ya afya kwa wote. Aidha, wiki chache zilizopita serikali ilitoa taarifa kwamba itaanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote katika mwaka huu wa fedha. Hivyo, baada ya kuainishwa kwa vyanzo hivi vya mapato, kilichobaki sasa ni kuanza kwa utekelezaji wake.